Mheshimiwa mgeni rasmi, mambo yangu mawili ya mwisho wa kumalizia. Moja, ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa unifishie salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini mara mbili ndani ya kipindi cha utumishi wake akiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu 2021 mpaka sasa 2025. Kuniamini kunipa nafasi ya kuwa msemaji wa Chama Cha Mapinduzi, lakini kuniamini kuja kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Nina shukrani zangu nyingi za dhati sana kwake kwa nafasi hii ambayo amenipatia. Sikutegemea kwamba leo itakuwa ni siku yangu ya kutoa hotuba ya kuaga, lakini kila jambo lina mwanzo na lina mwisho wake. Ninamshukuru kwa sababu aliniamini katikati ya watu wengi ambao walikuwa na minong'ono mingi na wenye nguvu nyingi ya kutaka kukandamiza, kwa sababu nami nimepita kwenye mapambano makubwa kupigania haki ya watoto wasiumizwe na madawa ya kulevya sio jambo dogo. Kulinda watoto asiingie kwenye ushoga na usagaji sio jambo dogo. Wenye nguvu wanapambana, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan akaziba masikio. Na leo tunavyoongea, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama kuna heshima nastahili kupata katika mkoa huu, anatakiwa pewe Mungu na Daktari Samia Suluhu Hassan. Asingekuwa yeye, nisingepata nafasi ya kuwa mtumishi asingekuwa yeye nisingepata kugusa mioyo ya watu naweza, asingekuwa yeye kulipa nafasi hapa, hata ili kongamano leo nisingekuwepo. Kwa hiyo namshukuru sana mheshimiwa rais, naomba umfikishie salamu za upendo, mpatie maua yake, mwambie mdogo wako anakupenda, anakushukuru, na anasema asante sana kwa heshima uliompatia ya kufanya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeoa hapa Arusha miaka 15 iliyopita niko nakuja tu kweli, naondoka nakuja tu kweli, naondoka. Lakini kupata heshima ya kuwa mtumishi hapa sio jambo la kubeza kidogo, ni heshima kubwa na wale wote ambao tumewagusha basi ni sehemu mojawapo ya kazi aliyotutuma kufanya. Hivi ninapoongea kuna madaktari limbo wanaendelea pale katika uwanja wetu, na penyewe nikitoka hapa nitapita kwenda kuwaaga, ambao madaktari hao wamekuja kuwahudumia wananchi wa mkoa wa Arusha bila kubagua kabila, dini, rangi wala walikotoka. Na jana tumeanza tumewahudumia wananchi elfu moja mia sita na leo tunaendelea kwa siku saba, na nimeongea na ndugu wangu Kena ni mkuu wetu wa mkoa mpya wa Arusha ya kwamba aje ni mkabidhi aendelee na kazi ya kuwahudumia wananchi.